Karibuni sana. Kiswahili ni rahisi. Leo tuangalie maswali kuhusu sauti. Swali la kwanza, sauti ni nini? Sauti ni mlio unaosababishwa na mgusano au kukaribiana kwa ala za kutamkia. Au unaweza kusema sauti ni kitamko. Swali la pili. Taja tofauti kuu kati ya irabu na konsonanti. Irabu zinapotamkwa hewa uzuiliwa mahali popote, ila ni konsonanti zinapotamkwa hewa uzuiliwa katika ala za kutamkia. Swali so, la tatu. Vieleze vigezo vinavyozingatiwa katika uainishaji wa irabu. Mkao wa midomo. Kwa kurejelea kigezo hiki kuna aina mbili kuu za irabu. Irabu tandazo ambazo utamkwa midomo ikiwa imetandazwa. Kwa mfano a, e na i. Irabu viringwa, utamkwa midomo ikiwa imeviringwa, kwa mfano o na u. Mwinuko wa ulimi kinywani. Hapa tunapata aina tatu za vokali. Irabu ya chini ambayo utamkwa ulimi chini kinywani, kwa mfano irabu a. Irabu za wastani utamko ulimi ukiwa wastani kinywani kwa mfano e na o. Irabu za juu utamko ulimi ukiwa juu kinywani kwa mfano ni i na o. Sehemu ya ulimi ya kutamkia. Kigezo hiki kinaibua aina tatu za vokali. Irabu ya kati utamko sehemu ya kati ya ulimi kwa mfano a. Irabu za mbele utamko sehemu ya mbele ya ulimi kwa mfano e na e. Irabu za nyuma utamko sehemu ya nyuma ya ulimi kwa mfano o na o. Swali la nne, taja vigezo vinavyozingatiwa katika uainishaji wa konsonanti mahali pa kutamkia. Jinsi ya kutamka na mtikiso wa nyuzi za sauti au unaweza kusema mtetemeko wa nyuzi za sauti. stsaui so, un sauti si si ni sauti zinazotikisa si nyuzi za sauti zinapotamka, kwa mfano sa, sauti, sauti, sauti, kwa sauti ba da ga z ma na nya sauti mwamba. Tano, ni sauti yenye konsonanti mbili au tatu zinazotamkwa pamoja kama sauti moja, au ni sauti yenye konsonanti zaidi ya moja. Sita, zitaje sauti mbili mbili mwamba tano zinazotamkiwa katika ala zifuatazo: ufizi, nda ndwa, za twa, tia; mdomo na meno, vya fya; kaka laini nkwngw nidomu bwab bwa, pa kaka ngumu shwa nywachwa. Swali la saba, taja sauti mbili zinazotamkiwa midomoni ma wa, ba, pa. Nani, eleza tofauti kati ya sauti za na da. za ni kikwamizo, upenda ukipenda kiti kikwaruzo, ilali da ni kipasuo. Tisa, tambua sauti ambazo ni za ufizi katika sauti hizi. Ta, na, za, na, ga. Kwa hivyo sauti ambazo si za ufizi hapa ni ma na ga. Kwa hivyo ina maana kuwa ta na na, na za ni sauti za ufizi. Kumi. taja na utofautishe vipasuo vya ufizi ta na da. Kwa hivyo da ni sauti ghuna, ilhali ta ni sauti isoghuna au sighuna. Kumi na moja. taja mfano moja moja wa sauti zifuatazo: kiyeyusho ya wa, kimadende ra kumi na mbili andika vitamkwa vyenye sifa zifuatazo irabu ya mbele wastani e kipasuo ngumu na cha kaa laini ni ga kumi na tatu eleza maana ya sauti mamba tano ni sauti ambayo huundwa kwa konsonanti mbili au tatu zinazotamkwa kama sauti moja au ni sauti inayoundwa na zaidi ya konsonanti moja kwa mfano kwa katika neno kwao ba andika sauti mamba tano ambayo inatamkiwa kwenye ufizi nda katika ndama, na ndoa, katika undwa, nwa katika ano na za katika anza twa katika tuweza na tia katika tubu. Kumi na nne, eleza sifa mbili za sauti zifuatazo. Samahani, eleza sifa mbili za sauti ifuatayo. Ta ni kikwamizo, pia ni sauti huna, na utamkiwa menuni. 15. Andika sauti zenye sifa zifuatazo. Nazali ya kaka laini ni ng. Kikwamizo huna cha mdomo na menuni ni fa. Irabu ya nyuma wastani ni o. Kiisho cha kakangu munia kumi na sita. Andika tofauti moja moja kati ya sauti zifuatazo nga na ha. Nga ni king'ong'o au ukipenda ile sauti ya nazali ilali sut ni, ni, ni, ni kimadende Ma na na. Ma utamkiwa midomoni ilali na utamkiwa kwenye ufizi 17. Andika sauti zenye sifa zifuatazo. Kipasuo ghuna cha midomo ni ba. Irabu ya kati chini ni a. Kikwamizo sighuna cha kaakaa ngumu ni sha. Nazali ya ufizi ni na. 18. Fafanua tano zifuatazo sauti likwidi au vilainisho. Likwidi au vilainisho ni sauti zinazotamkwa panapotokea hali ya kukaribiana kwa ala za utamkaji na kukatizwa kwa hewa kwa kiwango fulani. Kuna aina mbili za likwidi, kitambaza na kimadere. Kimadere hutamkwa ncha ya ulimi ikipigapiga kwenye ufizi, huku hewa ikizidi kupita kiasi na kusababisha mridimo wa ulimi. Sauti hii ni ra. Kitambaza hutamkwa wakati ncha ya ulimi imegusa ufizi na kuzuia mkondo wa hewa kiasi cha kuruhusu hewa ya kiwango fulani kupitia tu pembezoni pa ulimi. Sauti hii ni la. Ala tuli, hizi ni ala ambazo zisogei sauti inapotamkwa. Kwa mfano, ufizi, meno, kaka ngumu, kaka laini, koromeo. Ala sogezi, hizi ni ala ambazo husongea sauti inapotamkwa. Kwa mfano, midomo na ulimi. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na niambie video ambayo nitashughulikia kesho. Kesho tutaendelea na, na, ni na nambari 19. Shukrani sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza. Maswali na majibu. Tuko swali la 19. Taja sifa baina bainifu za sauti zifuatazo. Sha. Sha ni kikwamizo. Utamkiwa kwenye kaka ngumu na ni sauti siguna. Cha. Cha ni kizuiliwa kwa kwa mizo kwa mizo. Au unaweza kusema ni kipasuo. Pia cha utamkiwa kwenye kaka ngumu na siguna. Nya. Nya ni nazali na nya utamkiwa kwenye kaka ngumu na nya ni kuna. Wa. Wa ni kiisho. Wa utamkiwa mdomoni na wa ni kuna. A ni kikwamizo. Daa utamkiwa mnuni, da ni kuna. Ni na utamkiwa kwenye kakani, ni una. Swali so, la ishirini. Tenganisha sauti katika neno lifuatalo mchakato. kuna tenganisha -ta sauti taja na kutofautisha irabu za mbele. Kwa hiyo irabu so, za mbele ni iye na iye. Iye ni irabu ya mbele wastani I ni, ya juu. Ya juu. Ni, ni, ni irabu ya juu. Swali la ishirini na mbili. Tambua sauti mwamba tano na silabi mwamba tano katika neno kibushu. Sauti mwamba tano hapa ni bwe. Silabi mwamba tano ni bwe. Sauti a ni irabu ya chini. Taja sifa nyingine mbili haa. Ni irabu ya kati. Haa. Ni irabu tandazwa. Ishirini na nne. Taja irabu za mbele tandazo. A e na e. E. 25. Tambua sauti namba tano katika neno kinyongo. Ni ile nga. 26. Kwa kuzingatia kigezo cha namna ya kutamka, bainisha konsonanti katika neno lifuatalo. Afya. Va ni kikwamizo. Ilali ya ni kiyeyusho, ama ukipenda kiite nusu irabu. 27. Iandike sifa moja inayotofautisha sauti ka na ga. Ka ni sauti siguna au unaweza kusema ni hafifu. Ilali ga ni sauti guna. Ishirini na nane. Bainisha sifa zozote tatu za konsonanti K. Konsonanti K ni sauti siguna, au unaweza kusema ni sauti afifu. Hutamkiwa kwenye kaakaa laini, na pia ni kipasuo. Ishirini na tisa. Taja sauti yenye sifa zifuatazo. Kipasuo ghuna cha ufizi ni d. King'ong'o cha midomo ni m. Kipasuo ghuna cha kaakaa gumu ni j. Kikwamizo afifu cha mdomo na meno ni f. Thelathini. Taja vitamkwa vyenye sifa zifuatazo kipasuo hafifu cha ufizini ta. Kikwamizo ghuna cha mdomo na meno na fa. Nazali ya kakalaini na irabu ya nyuma juu. 31. Eleza sifa mbili, mbili za sauti zifuatazo. I irabu tandazo irabu ya mbele juu. O irabu ya nyuma kati. I, irabu viringwa. 32. Taja konsonanti yenye sifa hizi. Nazali ya kakalaini na kitambaza cha ufizi ni la. 33. Eleza tofauti iliyopo kati ya utamkaji wa sauti pa na ba. Pa ni sauti siguna, Ilhali ba ni sauti guna. 34. Fafanua mfanano uliopo kati ya utamkaji wa sauti ta na da. Ta na da hutamkiwa menoni. 35. Taja sifa tatu za sauti cha. Cha ni kipasuo kwamizo. Cha hutamkiwa kwenye kakangumu na cha siguna, yaani ni sauti hafifu Taja ala zinazotumika katika utamkaji wa sauti nya. Chemba cha pua, kimeo, ulimi, kakangumu. thelathini na saba ainisha irabu kutegemea hali ya midomo. Midomo ikiwa imetandazwa a, e, i. Midomo ikiwa imeviringwa o na u. 38. nane, onyesha sauti mwambatano kwenye maneno yafuatayo: njoo, njo, nywele, njoo. N njoo. machweo kunywa nyo. unyesha sauti zifuatazo: kipasuguna cha kaka lainika, nazali ya midomo ma. Andika viambajengo vinne vya lugha, yani vipashio vinne vya lugha, huku kitoa mifano mwafaka. Sauti a, silabi ka, neno kaka, sentensi kaka anacheza mpira. Kwa hiyo umeandika vipashio upande wa kulia, ukatoa mifano hizo, ndipo vipashio vya lugha. Arobaini na moja. taja sauti mbili ambazo ni nazali nya ma ma, na nusu irabu ni wa na ya. Taja sauti za viyeyusho wa, ya. Arobaini na tatu. eleza sifa bainifu za sauti ja, kipasuo ghuna, utamkiwa kwenye kaka ngumu. Arobaini na nne. tambua aina za konsonanti zifuatazo kwa kuzingatia jinsi hewa inavyozuiliwa na hali ya mtetemeko katika nyuzi za sauti. Va ni kikwamizo na pia va ni ghuna. pa ikipasuo pa, si una ra, kimaridi, na ra uaa i ua. Toa mifano miwili ya vipasuo guna ba, da, ja, ga. Arobaini na sita, andika neno lenye kitamko cha ufizi. Ta, ta. Neno sa, sa. Taja sifa bainifu za sauti sa kikwamizo sa pia si una Sa, utamkiwa kwenye ufizi. Toa mifano miwili ya sauti una ambazo ni vipasuo. Ba, da, ga. Sauti si guna ambazo ni vikwamizo fa, ta, sha, ha, sa. Arobaini na tisa. Taja sifa tatu za sauti kikwamizo Una utamkiwa kwenye kakaa laini. Hamsini. Taja na utofautisha vikwamizo vya Tsa, si guna. Na za, guna. Je, umenielewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitashughulikia ntashughulikia kesho.